Habari na sasa, tuelekee kule mkoani Arusha ambako mkazi mmoja wa jiji la Arusha Isaac e. Emily mkazi wa Olasite jijini Arusha anedaiwa kutumia vibaya mtandao wa kijamii wa Facebook kumkejeri dakta Rais Dakta John Magufuli kwa kutumia simu yake ya mkononi kwa kuchangia mjadala ulioanzishwa katika mtandao huo, amefikishwa mahakamani kujibu tuhuma hizo. Tuungane na mwandishi wetu Sechelela Kongola kwa taarifa kamili kutoka Arusha. Mkazi mmoja wa lasiti jijini Arusha Isaac Habakuki Emil akiwa anafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Arusha kwa madai ya kutumia vibaya mtandao wa kijamii wa Facebook kinyume cha sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 baada ya kupokea ujumbe katika mtandao huo na kuchangia mjadala huku akitoa lugha chafu za kejeli, baada ya Rais Dr. John Magufuli kupiga simu kituo cha Klaus. Akisoma shitaka, wakili wa serikali Gaudens Joseph, mbele ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya mkoa wa Arusha Agustino Lwezile, amesema mtuhumiwa anakabiliwa na kosa moja la kutoa maneno ya kashfa katika mtandao wa kijamii wa Facebook, ambaye alitoa habari za uongo kwenye mtandao huo akidai kuwa hizo ni siasa za maigizo. Mara baada ya kusomewa shitaka hilo, mtuhumiwa alikana shitaka na kuomba dhamana, jambo ambalo wakili wa serikali alikataa ombi hilo, na ndipo hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya mkoa Agustino Lozile alitaka kupewa sababu ya mtuhumiwa huyo kunyimwa dhamana, ambapo wakili wa serikali alitoa sababu mbili, ambapo moja ya sababu ni usalama wa mtuhumiwa, huku nyingine ikiwa ni kutokamilika kwa upelelezi, jambo ambalo hakimu huyo alikubaliana nalo na kuahirisha kesi hadi Aprili kumi na nane. Nje ya mahakama hiyo, mwanasheria wa serikali mkuu toka mamlaka ya mawasiliano nchini, TCRA, Johannes Kalungula, amesema mtumia huyo amefikishwa mahakamani kwa kutoa lugha na dhihaka kwa Rais Dr. John Magufuli kwa kosa la kusambaza au kupublish lugha matusi, au lugha ya dhihaka na kejeli dhidi ya mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sichela Kongola, TBC1, Arusha.